Karibu Aisha's Food. Leo nimeza kuleteni jinsi ya kupika lazanya. Kwanza kabisa nimeanza kwa kuweka mafuta, nimetumia olive vijiko vinne vikubwa vya chakula. Baada ya hapo, nitafuatia kwa kuweka vitunguu maji viwili ambavyo nimevikatakata kama hivyo vipande vidogo vidogo sana. Nitavikanga na kisha nitaweka kitunguu saumu kijiko kimoja kikubwa cha chakula Nitaendelea kuchanganya vizuri yani, nitakanga vitunguu maji na vitunguu saumu mpaka pale vitakapokuwa viko soft. Usiache vitunguu mpaka vikaungua. Baada hapo, nimeongezea kuweka nyama ya kusaga kilo moja na nusu nimetumia nyama ya ng'ombe kama hivyo. Nitakanga tena katika mafuta mpaka itakapobadilika rangi kuwa brown, na ikifikia hapo nitaweka chumvi. Chumvi unaweka kiasi ambacho unataka kulingana na vile ambavyo wingi wa nyama yako utakavyokuwa. Kisha nimeweka oregano kijiko kimoja kidogo cha chai, nimeweka basil kijiko kimoja kidogo cha chai pamoja na paprika, nimeweka kijiko kimoja kidogo cha chai. Nitachanganya vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Baada ya hapo, basi nimefuatia kuweka lasagna sauce. Hii lasagna sauce unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani, unaweza ukachukua nyanya nne kubwa ukazi blend kisha ukaongezea na tomato paste vikombe viwili, na hapo ndipo unapata lazanya sauce, na nitapika kwa moto mdogo mdogo kwa muda wa dakika 30 mpaka 40, kisha nita preheat oven kwa moto wa 180. Baada ya hapo nitachukua tray, nitaweka sauce ile ya nyama na kisha nitafuatia kuweka lazanya sheets kama hivyo unaweza ukazichemsha, but mimi sikuzichemsha, nimeweka kama zilivyo, na kisha nimefuatia kuweka sosi nyeupe ambayo nimetengeneza nyumbani. Nitaleta video jinsi ya kutengeneza hii sosi kwa ajili ya kuweka kwenye lazanya, na hii sosi inasaidia kuivishia lazanya zako. Baada ya hapo, nitaweka tena miraba ya lazanya kama hivyo na kisha nitaweka ile sosi ya nyama. Hakikisha sosi ya nyama inafunika lazanya zako kwa sababu lazanya sheet yani sijazichemsha. Kwa hiyo inachotakiwa ni ule unyevunyevu, ndio unyevu ambao utasaidia kuivishia hizo lazanya sheets. Kwa hiyo hapo nitaendelea kwa kupanga kama hivyo, ambavyo inaonekana unakuwa unapanga kwa layers, na mwisho kabisa unaweza ukachanganya na cheese nyingine yote ambayo unapenda. Kwa upande wa cheese, mimi nimetumia mozzarella tu peke yake, ambayo ilikuwa tayari iko grated. Kwa hiyo kama hivyo. Na kama ni mara ka kwanza kukutana na channel hii, na kusihi, ndugu yangu, usisahau kusubscribe kulaiki, kukomenti na kushare marafiki bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki na wakaribisheni sana. Kwa hiyo hapo nimemalizia kwa kuweka hiyo sosi ya nyama. Kama hivyo nitasambaza vizuri ipate kuenea yote kwa pamoja na kama hivyo ambavyo inaonekana, hapo nimeweka ile sosi nyeupe kama hivyo ambavyo inaonekana na kisha nimemalizia kwa kuweka mozzarella cheese na nitaenda kubeki kwa moto mia moja themanini kama nilivyosema awali kwa muda wa dakika kumi na tano mpaka ishirini na kisha lasagna yangu iko tayari kama hivyo ambavyo inaonekana ilivyoiva. Utaiacha ipumzike, yani ipoe kwa muda wa dakika kumi, na kisha utaikatakata kama hivyo ambavyo inaonekana. Unakatakata kulingana na idadi ya watu ambao utakuwa uko nayo. Na kisha nimeweka topping ya juu, nimetumia korianda kama hivyo. Na mpaka wakati mwingine, bye.